Na wasifu wa marehemu Charles Martin Hilary unaosomwa leo Jumatano tarehe 14 Mei 2025, viwanja vya Mapinduzi Square. Charles Martin Hilary ni mtoto wa pili wa marehemu Hilary Nkwanga na marehemu Esther Faith Ali. Alizaliwa tarehe 22 Oktoba mwaka 1959 Mtaa wa Jangombe na baadaye alikulia Makadara wilaya ya mjini Zanzibar. Mama yake mzazi Charles Hilary alikubaliana na nduguye aliyekuwa anaishi Dar es Salaam kwamba Charles Martin Hilary ahamie kwake na kusoma Dar es Salaam. Lakini kwa muda mrefu ilishindikana kumpata mtu dhamana aliyeweza kusafiri naye kwenda Dar es Salaam. Ilikuwa ni kwa nasibu kwamba Mwaka 1968, mama yake mdogo Charles Martin Hilary aitwaye Ruth Sefu ambaye ni marehemu, aliolewa na Bwana William Diva, naye marehemu, na harusi ilifanyika hapa Unguja. Hivyo William Diva na mkewe walikabidhiwa Charles Martin Hilary akiwa mvulana mwenye umri wa miaka tisa. Usafiri naye kwenda Dar es Salaam na kuanzia hapo historia ya Charles Martin Hilary ilibadilika na kuchukua mkondo mpya wa maisha jijini Dar es Salaam. Hivyo Charles Martin Hilary aliishi na mama yake mdogo aliyeitwa Lucy Ali na mumeo Charles Kisaka ambao wote ni marehemu, na waliishi kwanza Ilala Mchikichini, na baadaye walihamia Kijitonyama Sinza. Charles Martin Hilary alianza elimu ya maandalizi yaani chekechea katika skuli ya maandalizi Saateni mwaka 1963 na, na kisha skuli ya Haile Selassie Zanzibar kuanzia mwaka 1966 hadi mwaka 1968 alipohama Zanzibar. Baadaye aliendelea na elimu ya msingi katika shule ya msingi ya Mchikichini, Ilala, Dar es Salaam kuanzia mwaka 1969 hadi mwaka 1975 na alisoma masomo ya sekondari kwenye shule ya sekondari ya Kinondoni Muslim Dar es Salaam kuanzia mwaka 1976 na kumaliza kidato cha nne mwaka 1979. Kazi ya utangazaji. Tarehe sita Juni mwaka 1980 Charles Martin Hillary aliajiriwa rasmi na Radio Tanzania Dar es Salaam. Alifanyia kazi zake Pugu Road Dar es Salaam. Akiwa Radio Tanzania, alipitia mafunzo mbalimbali mbali ya utangazaji na alifanya kazi kwenye idara mbalimbali mbali, ambapo alionyesha umahiri na kipaji kikubwa cha utangazaji. Alifanya kazi hadi mwaka 1994 alipoacha kazi RTD alijiunga na Radio One Stereo iliyokuwa kampuni ya IPP. Aliendelea kufanya kazi hapo akiwa mtangazaji hadi mwaka 2003. Mwaka huo huo wa 2003 aliondoka Radio One Stereo na alijiunga na shirika la Deutsche Welle Cologne, Ujerumani, ambapo aliendelea kufanya kazi ya utangazaji katika idhaa ya Kiswahili. Alifanya kazi hiyo hadi mwaka 2005 alipomaliza mkataba wake na kurudi nchini Tanzania. Na mwaka 2006 alijiunga na shirika la utangazaji la BBC idhaa ya Kiswahili, ambapo alifanya kazi hadi alipomaliza mkataba mwaka 2015. Mwaka huo alirudi tena nchini Tanzania na alijiunga na Azam TV ambapo alifanya kazi hadi mwaka 2021, alipostaafu rasmi utangazaji. Hivyo Charles Martin Hilary alifanya kazi ya utangazaji takriban miaka 41 mpaka alipostaafu. Maisha yake ya utotoni, Charles Martin Hilary aliishi pia na nyanya yake bibi mzalia ya mama aitwa Lois Kaleza ambaye ndiye aliyekuwa chanzo cha Charles Martin Hilary kuipenda tasnia ya habari na utangazaji. Bibi Lois Kaleza alikuwa mtu anayeipenda sana lugha ya Kiswahili na pia kila mara alimfundisha misamiati ya Kiswahili na matamshi yake na mara kadhaa alimsikia akikosoa utamkaji wa maneno ya Kiswahili. Vile vile, bibi yake huyo Charles Martin Hilary alikuwa mtu wa kufuatilia sana habari na kusoma magazeti na alipopata matatizo ya macho kwa sababu ya uzee, alikuwa msikilizaji na mfuatiliaji mzuri sana wa redio na hasa alisikiliza taarifa za habari na nakala za Radio Tanzania Dar es Salaam, Sauti ya Zanzibar na BBC. Kuna wakati Charles Martin Hilary aliigiza kutangaza mbele ya bibi yake ambaye alikuwa akimrekebisha matamshi. Basi kupitia bibi huyo ndio Charles Martin Hilary alivutiwa na utangazaji. Nafasi alizoshika serikalini. Mnamo tarehe 30 Disemba mwaka elfumbili na ishirini na moja, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi alimteua Charles Martin Hilary kuwa mkurugenzi wa idara ya mawasiliano Ikulu, kazi ambayo aliendelea nayo. Na baadaye tarehe sita Februari mwaka elfumbili na ishirini na tatu, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi alimteua Charles Martin Hilary kuwa msemaji mkuu wa serikali ya mapinduzi Zanzibar, kazi aliyoendelea nayo hadi mauti ulipomfika. Nafasi alizoshika kanisani. Charles Martin Hilary, pamoja na utangazaji, alikuwa mcha Mungu na alipokuwa anaishi Dar es Salaam, aliwahi kuwa mzee wa kanisa na alishika nafasi katika nyanja mbalimbali mbali kwenye kanisa Anglikana Tanzania Diocese ya Dar es Salaam, mtaa wa Mtakatifu Bartholomayo Ubungo, na mpaka alipoamua kurudi nyumbani kwao Zanzibar, bado aliendelea kuabudu katika kanisa hilo la Mtakatifu Bartholomayo alipokuwa akienda Dar es Salaam na kwa hapa Zanzibar alikuwa anasali ibada ya misa ya kwanza kanisa kuu la Kristo Mkunazini. Katika kipindi chote akiwa Mkunazini, yeye na mke wake walikuwa wahamasishaji wakubwa wa, wa masuala ya utoaji, kuwahimiza Wakristo kulishika neno la Mungu na kupendana, kwa sababu maisha yetu ni mafupi hapa duniani. Maneno hayo aliwaasa Wakristo na ndugu zake kila mara. Amekuwa msaada na nguzo kubwa kanisani kwenye mambo ya maendeleo, pamoja na kutoa ushauri kwa viongozi juu ya kutatua changamoto mbalimbali za kanisa, na kila mara ushauri wake alioutoa kwa viongozi wa kanisa ulileta mafanikio na ufumbuzi wa changamoto hizo. Maisha ya ndoa: marehemu Charles Martin Hilary alifunga ndoa na Sara Doris Mwakanjuki tarehe 7 Agosti mwaka 1988 kanisa kuu la Kristo Mkunazini, Zanzibar. Walijaliwa kupata mtoto mmoja aitwaye Faith, ambaye ndiye msomaji wa wasifu huu. Pia ana mtoto mwingine aitwaye Josephine Charles Hilary. Na alikuwa mfano bora kwenye maisha ya ndoa, akiwafundisha Wakristo kwa vitendo kwa kuambatana na mke wake mafunzo anayotuachia. Charles Martin Hilary atakumbukwa kwa mengi na hasa umahiri wake kwenye tasnia ya habari na michezo, lakini kwenye familia tutamkumbuka sana kwa ucheshi wake, uchangamfu wake, utani wa kuleta burudani na hamasa katika kazi. Pahala popote alipokuwapo Charles Martin Hilary, palikuwa pamechangamka na vicheko. Charles Martin Hilary alikuwa muungwana na mwenye upendo na hasa kuwasaidia ndugu wasiokuwa na uwezo kifedha. Charles Martin Hilary aliwasaidia bila kupiga parapanda au kutangaza, alimfuata mhusika kimya kimya na alimsaidia kadiri alivyoweza. Kanisani atakumbukwa kwa utoaji, alihamasisha sana utoaji na kusaidia wengi. Charles ametuachia wasia wa kutoziendekeza stress. Alitutaka tufurahi, lakini alihimiza sana watu wa mchi Mungu, na ametuasa kwamba siri kubwa ya mafanikio ni kuwa tayari kujifunza, na usilolijua uliza, na unapokosolewa kubali kukosolewa. Ugonjwa na kifo chake. Charles Martin Hilary hakuwahi kulalamika waziwazi juu ya ugonjwa uliomsibu wala kueleza taarifa za matibabu, jambo hilo lilikuwa ni la faragha kwake. Lakini usiku wa kuamkia Jumapili, tarehe 11 Mei mwaka 2025, akiwa Dar es Salaam alizidiwa na kukimbizwa hospitali ya Mloganzila. Alifariki akiwa njiani kuelekea hospitali. Charles Martin Hilary ameacha mjane aitwaye Sara Doris Hilary na watoto wawili na mjukuu mmoja. Asanteni kwa kunisikiliza. Bwana alitoa, Bwana ametwaa, jina la Bwana alihimidiwa. Salamu za familia. Salamu zetu za familia ni kutoa shukrani kutokana na tukio hili, tukio hili nzito. Kwa msaada wa neema zake, tunamshukuru yeye, maana yeye ndiye aliyetoa, nasi tunamhimidi na kumshukuru. Familia marehemu Charles Martin Hilary tunatoa shukrani zetu nyingi na za dhati kwa watu wote waliohusika, kwa misaada misaada ya hali na mali, tangu wakati wa ugonjwa, kifo chake na mpaka kufikia muda huu. Tunamshukuru baba Askofu James Almasi, askofu wa diocese ya Masasi, aliyoungana nasi kwenye msiba huu na ambaye ataongoza ibada ya maziko kanisani na makaburini tunawashukuru mababa askofu wengine wote waliohudhuria katika msiba huu. Tunawashukuru makasisi na wachungaji wote waliopo hapa hasa Reverend Kano Ndomba, kasisi wa mtaa wa Bartolomayo, Ubungo, Dar es Salaam, na makasisi na mashemasi walioambatana naye. Tunawashukuru makasisi wa Kanisa Kuu la Kristo Mkunazini na makasisi wote wa Zanzibar kwa ushirikiano wao sala zao na huduma za kiroho ambazo zimekuwa faraja kubwa kwetu wanafamilia. Tunawashukuru wakina mama wa uma, wakina mama wa ushirika wa mama wa Kikristo Umaki. Tunawashukuru waandishi wa habari kwa kazi kubwa ya kutangaza habari za msiba huu na kuwajuvia wananchi wa, wa shughuli zote za msiba, kwamba vyombo vya habari vimefanya kazi kubwa ya kumwezi mpendwa wetu Charles Martin Hilary na kwa kipekee sana tunatoa shukrani zetu za dhati kwa Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa heshima kubwa, upendo mwingi na kwa misaada mingi ya hali na mali kwa familia yetu na hasa kutuunga mkono kusaidia shughuli nzima ya msiba huu. Tunaishukuru serika, serikali kwa heshima kubwa iliyompatia mpendwa wetu tangu siku alipofariki Jumapili. Viongozi wa serikali hii walipotutembelea nyumbani huko Kibamba Dar es Salaam hapa kwa Alinato na Makadara kwa upande wa Zanzibar. Vile vile tunashukuru kwa heshima hii tuliyopata ya mpendwa wetu Charles Martin Hilary kuagwa hapa Mapinduzi Square Kisonge ili wananchi wengi wapate fursa ya kutoa heshima zao za mwisho kwa mpendwa wetu. Jambo hili limetupa faraja kubwa sana. Mheshimiwa Rais wa, wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi, Mwenyezi Mungu akubariki na kukulinda siku zote pamoja na watende, watendaji wa serikali yako ya kiungwana sana. Na mwisho sio kwa umuhimu wake, tunawashukuru majirani zetu wa Kibamba, Mwera, Makadara na kwa Alinato walioshiriki nasi kwenye msiba huu. Tunawashukuru Wakristo wenzetu na watu wa dini zote, wakubwa kwa wadogo, wanawake kwa wanaume, kwa ushirikiano wao mkubwa na upendo walioonyesha kwetu katika kipindi hiki cha msiba. Orodha ya shukrani ni ndefu sana, hatutaweza kumtaja mmoja mmoja hapa, lakini tunawashukuru watu wote na asanteni sana nini mm -hmm. Charles Martin Hilary ametufundisha wakati wa uhai wake. Watu watamkumbuka kwa mengi hayati hayati Charles Martin Hilary, na hasa umahiri wake kwenye tasnia ya habari na michezo lakini sisi kwenye familia yetu tutamkumbuka sana kwa uchishi wake, uchangamfu, utani unaoleta burudani na hamasa katika kazi. Na pahala popote alikuwepo Charles Martin Hilary, palikuwa pamechangamka na vicheko. Charles Martin Hilary alikuwa muungwana na mwenye upendo na hasa katika kuwasaidia ndugu wasiokuwa na uwezo wa kifedha. Charles Martin Hilary aliwasaidia bila kupiga parapanda au kutangaza kuwa nimemsaidia huyu au nimemfadhili huyu. Charles Martin Hilary ametuachia wosia wa kutoendekeza stress. Alitutaka tufurahi kila wakati, lakini pia alihimiza sana watu wa mche Mungu, wafanye mazoezi, kwa sababu tangu alipokuwa kijana mdogo alikuwa akicheza mpira wa miguu. Na vilevile vile ametuasa kwamba siri kubwa ya mafanikio ni kuwa tayari kujifunza na kukubali kukosolewa, na usilolijua uliza. Asanteni sana.